Je, umewahi kuhisi hata upate kiasi gani bado pesa haikutosha? Unalipa kodi, unanunua chakula, unalipa bili za umeme, lakini kabla hata mwezi haujaisha fedha imeshakauka. Watu wengi wanaangaika na uchumi wao kwa sababu wanakoswa bima pekee iliyothibitishwa na kupitishwa na Mungu. Karibu Patakatifu Media. Mimi mtumishi Malaba Mbln ninakwenda kukufundisha kwa nini asilimia 90 iliyobarikiwa ni bora sana kuliko asilimia mia inayovuja. Pia tutaangalia jinsi unavyoweza kupanga bajeti ya Mungu kupitia zaka na sadaka. Kabla tujaanza somo letu, hebu tuombe. Baba Mtakatifu, tunakuomba ufungue akili na nia zetu ili tuweze kupata masuluhisho ya maisha kupitia kanuni za neno lako siku hii ya leo, zitusaidie maisha ya sasa na uzima wa milele, katika jina la Yesu amen. Leo tunataka tutatue tatizo gani? Dunia ya leo ni dunia ambayo haitabiliki kifedha, mfumuko wa bei, matukio ya kushtukiza, dharura zisizotabirika lakini leo tutakwenda kujifunza siri ya utajiri. Siri ya utoshelevu wa kweli ipo katika kutoa na si katika kutunza vile ambavyo Mungu amekupa. Mtu aliyewahi kuwa tajiri dunia nzima, John D. Rockefeller, Marekani, huyu aliwahi kusema nisingetoa zaka yangu ya kwanza kwenye dola yangu ya kwanza niliyoipata nisingeweza kutoa zaka ya mamilioni ya kwanza niliyoyapata. Rockefeller licha ya historia zake nyingine ambazo tutajifunza kwenye somo lingine, ambazo zinaweza zikawa sio sahihi, lakini tunajifunza ya kwamba alielewa siri ya utajiri iko katika kusimamia vile ambavyo Mungu amekupa kimungu kuvisimamia kimungu na si kiholela au kijamii au kidunia au kimazoea. Hebu tuchunguze Malaki tatu mstari wa kumi mpaka wa kumi na moja. Tunachukua baadhi tu ya maneno, anasema leteni zaka kamili gharani mkanijaribu kwa njia hiyo, asema Bwana wa majeshi. Mungu anaposema atamkemea yeye alaye kwa ajili yenu. Yeye alaye anamaanisha nini? Ni nani? Ni kitu gani hiki? Hizi ni zile dharura ambazo hazieleweki zinazoibuka kuiba ku, ku, ku, ku, ku, ku, ku uchumi wako. Yaani ghafla unashangaa umeugua magonjwa ambayo hata kwenye bima hayapo Gafla kabla ijaisha, gari limeharibika, matengenezo kila baada ya saa kila baada ya muda mfupi, wakati una wakati una wakati lilikuwa ni jipya kabisa. Hasara zisizoeleweka. Kama ni bank teller, umepewa fedha za kuhesabu siku hiyo za kufanya biashara na wateja, unashanga mwisho wa siku ukijumlisha hesabu hazisomeki, lazima ulipe hela ya watu. Kama ni nyumba, ukarabati usioisha mara leo pametokea ufa nini, unakuta gharama unakuta gharama ya maboresho ni kubwa kuliko hata gharama ya ujenzi. Unapotoa asilimia kumi ya zaka yako, hii tisini inayobaki, tisini inalindwa na Mungu. Yeye alaye kwa njia yoyote ile atazuiwa. Kuna mifano mingi ya kihistoria ya watu walioishi kanuni hii ya kumrudishia Bwana zaka na jinsi Mungu alivyozuia wale wanaokulaga mapato vile vinavyotafuna mapato ya mcha Mungu lakini naomba nikupe huu mmoja. Colgate ni mfano ambao unatumika kihistoria. Alikuwa kijana mdogo wa Kimarekani ambaye akiwa ni kijana maskini kabisa, aliazimia chochote nitakachokipata lazima nimtolee Bwana asilimia kumi ya zaka. Ashara yake ya Colgate hii hii dawa ya meno, dawa ya meno iliendelea kukua kadiri alipokuwa akimtolea zaka akaanza kutoa sio tu asilimia kumi, akatoa asilimia ishirini ya mapato yake yote. Baada ya akatoa asilimia hamsini, Mungu endelea kuitanua tu biashara. Ilifika kipindi mpaka anakufa alikuwa anatoa asilimia tisini ya faida yake yote kama zaka, alafu kalikobaki ka kumi kama bilioni ya fedha, sio kumi ndogo naendelea kubariki shughuli zake za nyumbani, hakuwahi kufirisika. Amekufa, mpaka leo, mpaka leo tunatumia Colgate kwa sababu ni mmoja ya product ya mtu ambaye aliamini katika kuunganisha uchumi wake na uchumi wa Mungu kwa njia ya kumtolea Bwana sadaka akiwa hana kitu na wakati akiwa anacho. Najua wakati una mshahara wakati una kazi, wakati unajitafuta, ulikuwa unatoa zaka kwenye vidogo ulivyovipata. baada baada ya kupata vingi, baada ya kupata vingi unasita, unasita. Ile nikutie moyo. Hawa watu wa Mungu ambao tumepewa mfano leo na Roho Mtakatifu walipokuwa chini walimtolea zaka na sadaka Mungu, walipopanda juu wakamtolea, na kadiri walivyopanda juu kwa kuiishi kanuni ya kumtolea Bwana zaka na sadaka ndivyo ambavyo Mungu aliendelea kuwazidisha na kuwazidisha na kuwazidisha. Hii ni kanuni, na kanuni hii ni moja ya suluhisho la matatizo madogo madogo mengi ambayo yanatuibia elfu moja, elfu mbili, elfu tatu, laki mia hamsini yani, hn ukijumlisha mwisho wa mwezi umetumia nusu ya mshahara wako nusu ya kipato chako kama sio asilimia sabini mpaka themanini kufanya ukarabati wa vitu ambavyo Mungu angemkemea yule alaye. Asilimia tisini yako iliyobaki ingeweza kukukidhi mahitaji na ukabakiza cha kusevu kwa ajili ya kufanya uwekezaji zaidi lakini ulipoikumbatia mia yote ulikumbatia na wadudu walao ndani ya mia yako, na mwisho wa siku mia yako imeshindwa kukulinda. Mia yako imeshindwa kukusaidia. Tunafanya nini sasa? Nikuambie hivi, unapopata pesa, panga na bajeti ya Mungu. Zaka hiyo si tu kwa ajili ya masuala ya kifedha na kumzuia yeye alaye asile uchumi wako. Hiyo ni mazoezi ya imani ambayo unaanza sasa, ya kumtegemea Mungu kiuchumi kwa kila hatua ya maisha yako, imani yako inakuwa ngoja nikwambie, kama unajizoeza kuishi na kula hela yote bila kupanga kiasi kwa ajili ya Mungu uko kwenye hatari, kwa sababu Mungu anaweza akaruhusu uingie mbinguni kwa sababu hujazoea kuhudumiwa na Mungu kiuchumi. Unaweza ukataka ufungue duka, uanzishe ujasiriamali mbinguni kule, wakati wenzako wako na sifu na kuabudu pendwa. Ili, ili ujizoeze mazoezi ya kimungu ya kumtolea Bwana na kushuhudia ulinzi wa Mungu katika eneo la kifedha na kushuhudia ongezeko katika eneo lako la kifedha na kiuchumi. Nangoja niongezee, hii sio swala la kiroho sijui nini. Mungu amesema atazuia yeye alaye, hii ni pointi ya kiuchumi ya kifedha ya kimapato, ya kimiradi na si fedha, sio hoja ya mambo mengine, na ndio eneo pekee ambalo Mungu ameruhusu tumjaribu. Sasa kutoa zaka asilimia kumi ya kipato chako, hii kanuni, ukiishi moja, itakulinda na walao, lakini mbili, ina faida kubwa kiroho, kwa sababu itakujengea imani kwa Mungu itakujengea imani kwa Mungu hata wakati ambapo kuna tishio la shambulio la kiuchumi kwenye taifa unaloishi iwe ni Marekani, iwe unaishi Venezuela, iwe unanisikiliza kutoka Irani, unanisikiliza kutoka, kutoka, kutoka Kongo, sehemu yoyote, hautakuwa na wasiwasi wowote wa kiuchumi maana unajua uchumi wako umeunganishwa na Mungu, na kama umeunganishwa na Mungu Mungu ana njia maelfu ya kuwahifadhi watu wake hata wakati ambapo fedha imeshindwa kufanya kazi. Kwa mfano hapa Tanzania, tulipopitia ile ile lockdown ya masaa machache juzi, wakati wa uchaguzi, fedha ilikoswa thamani, maana haikuwa na cha kununua, kwa sababu huwezi kwenda kununua, maana kule ni machafuko yanaendelea, lakini bado Mungu alikuhifadhi bado Mungu aliwahifadhi wa watu wengine ambao walikuwa hawana kitu kabisa. Ana njia maelfu. Yeye aliyemlisha Elisha, aliyemlisha Elia kwa kutumia kunguru, mnyama mbinafsi, ndege mchoyo, lakini ndiyo alimtumia kwenda kumlisha mkate ana wakina kunguru wengi wasioonekana na wanaoonekana, ambao wanaweza kuingia kati kwenye maisha yako na kukusaidia. Yaani, tunasema hivi, acheni Mungu aitwe Mungu baada ya kuwa umemtolea zaka. Ka ufanye huko utaratibu wako wewe. Rafiki yangu nayenitazama, najua hata wewe haya mambo nayoyasemasema haya, ukiyafikiria unayaona kwenye maisha yako na unataka Mungu aingilie kati. Hapa Patakatifu Media ni sehemu ambayo tumeitumia kutoa masuluhisho ya kiroho, na moja ya masuluhisho ya kiroho ni kuonyesha Mungu anayo nguvu ya kukurudisha tena kwenye hali bora ya kiuchumi, ikiwa unasuasua, kukurudisha katika hali ya utoaji wa zaka na sadaka, ikiwa unasuasua. Na hebu tuombe. Baba, tunakushukuru kwa ajili ya mtazamaji huyu wa Patakatifu Media katika leo amekuwa akifuatilia hili neno lako, na kwa sababu wewe ni Bwana unayerejesha, Bwana ninamwombea, ninamwombea, mpe neema ya kurudishia zaka na sadaka sawasawa sawa na neno lako la Malaki tatu kumi na kumi na moja. Lakini mbili, Bwana ninaomba uzuie yeye alaye, iwe ni magonjwa, iwe ni, ni madeni iwe ni mikopo isiyo isiyodhibitika iwe ni, ni kuto kujizuia chochote kile ambacho kimepelekea, amekuwa ni mtu ambaye ni muhitaji. Mungu msaidie, lakini fungua madirisha ya mbinguni kwa atakapoanza kuzoezi la kukurudishia chako Bwana. Kilinde tisini yake kuanzia sasa, ibariki tisini yake kutoka kwenye asilimia tisini yake ya kipato. Mungu apate vyakula apate mavazi, apate fedha za kuwekeza, Baba, zije nyingine zaidi, na chochote atakachokifanya Mungu akabarikiwe, na kwa sababu unambariki endelea kumbariki katika viwango vya juu sana, kwa kuishi kanuni hii, na kwa sababu amechagua suluhisho la kiroho akaanze kuona matunda ya maamuzi yake tangu sasa, katika jina la Yesu Kristo. Amen. Kama video hii imekubariki, subscribe hapa Patakatifu Media. Alafu tuandikie hitaji lako la maombi, tutakuombea. Lakini pia unaweza ukaandika jinsi Mungu alivyokubariki kwenye sehemu ya komenti, katika harakati zako za kumcha Mungu. Biblia ni suluhisho, Mungu ana nguvu. Tukutane tena kwenye video ijayo.